Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, naitwa Askofu Dkt. Isaac Kisiri Laizer wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, dayosisi ya Magharibi Kati hapa Tabora. Leo katika kanisa hili la Mtakatifu Stefano Anglikana tumekuwa na ibada ya ekumeniko ambayo inatukusanya watu wa makanisa wa Anglikana wa Katoliki wa Lutheri na wengine, kwa ajili ya mambo mawili makubwa na ya maana katika wakati wetu: moja, kujenga na kuimarisha umoja wetu kama kanisa la Mungu. Tuna madhehebu mengi, lakini tunaunganishwa na jina kanisa kanisa ambalo ni mwili wa Kristo na ndilo tulilokuwa tunalifanya mahali hapa. Lakini la pili ni maombi ya pamoja ya kuombea umoja wetu wa Kikristo hapa Tabora, lakini pia umo, maombi ya kuomba kwa ajili ya familia, lakini maombi kwa ajili ya kuliombea taifa na niseme tu kwamba moja kati ya mambo muhimu muhimu sana katika kanisa ni maombi. Maombi yanatuunganisha, lakini maombi yanapeleka ujumbe, lakini maombi yanatupeleka na kutukutanisha na Mungu wetu. Kwa ndilo jambo ambalo tumekuwa tukilifanya, na tunamshukuru Mungu kwamba tumelifanya. Na baada ya kufanya Mungu ameleta baraka za mvua kuonyesha kwamba amesikia maombi yetu. E, mtu yoyote anaruhusiwa kutafsiri anavyoweza kutafsiri kwa sababu kila mtu ana mawazo yake. Lakini siku zote kanisa halina upinzani na mtu yoyote. Zaidi ya kwamba sisi tunapingana na mwovu shetani. Kwa hiyo kama mtu ametafsiri ni mawazo yake, kanisa halina neno la mtu yoyote. Kazi ya kanisa na utume wa kanisa uko wazi kabisa, ni kuhubiri Injili, lakini pia kuwa sauti ya wasio na haki, sauti ya watu wanyonge, sauti ya watu wanaohitaji kutiwa moyo na kurudishiwa matumaini. Hiyo ndio kazi ya kanisa. Hao wanaotafsiri wana mambo yao, na sisi kama kanisa tusingehitaji kupambana nao, kwa sababu kanisa linajua kitu gani kinachopaswa e, kufanywa na kanisa. Na kwa ajili hii hatutafuti kwamba tufanye nini. E, Mungu ametupa, ambaye ni Bwana wa kanisa, ametupa kazi ya kufanya, ya kuhubiri lakini pia kwa sauti yake katika jamii basi.